Hivi nafahamu mtu anaweza kaa na safiri Morogoro, yuko ndani ya daladala, akatongoza kwenye gari, na wakishuka wakaenda kulala wote guest gesti moja <laughs> okay, wakilala wote siku ya kwanza, watalala wote siku ya pili, uchumba kwao unaanza uadui type 1, kwa sababu nishakulala. Hmm, una maana tena kwangu, nishakudharau, sina mpango na wewe. Ndio hilo nakuta, situmi tena message Sikwambii umekula, sikwambii uko wapi, unafanya nini? Mwanamke anaanza kuwa frustrated. Anasikiliza nyimbo za Selena Diona sasa hapo mm. Ili aji encourage, afu anaanza kusema wanaume wote mbwa. Hajui kuna akina sisi ng'ombe. <laughs> <laughs> Anaanza kusema wanaume wote mbwa, mm. Lakini hajui kosa sio mwanaume, kosa approach aliyojiingeje nayo. Mm. Huyu mwanamke kwa hasira atamtumia message. Mimi naona kama vipi? Tuachane. Kumbe ndicho anachosubiri yule mwanaume. Mm. Yule mwanaume ataambia sawa. Wakiachana, kila mmoja anaanza kumtangaza mwenzie vibaya mm. Hakuna aliyeachika afu akasema mimi nimeachika, mimi ni mshenzi, wacha niachike, mimi sifai. Akiulizwa atasema wanaume, yani yule kaka mm -hmm. Najuta tayari tunaanza kutangaziana uadui ambao pasipo sisi kujua ule uadui unaharibu thamani yako mm. Ukija tena wewe mwanamke uliyeachika, mimi nikikuhitaji nikapata stori kuhusu mahusiano yako na kuandaa estimate mm. Kwa hiyo naweza nikaja kwako, sio kukuoa, maana najua wewe sio wa kuolewa mm. ila anakuja kwako na mimi nijisifie. Unajua sio wanaume tuna tabia mbaya mm. Uh, anaweza mwanaume akilala na wewe akamwadisia mwenzio, especially wanaofanya kazi pamoja ofisini. Nakuta tunatoka tunaenda lunch, "wewe fulani vipi? Ah, shapiga na sisi." hatukasirikiani akishasema nishapiga, na mimi napanga kupiga na mi nikija nikikupiga tukikaa, nambia mwanangu eh, na mi nimepiga tayari. Thamani yako umefanya nini? Utaolewa? Alafu kitakachotokea utaanza kusema wanaume ni kenge. Umesahau kenge anatembea na kenge, umekusukua na kenge katembea na mamba ana, ana mahusiano ya kingono na mamba au na ng'ombe. Na kuna wadada unakuta, kuna kwetu kwetu tuna programu tunaita makambi, wanakuepo wadada, tunawafundisha utasikia wananyoosha na maswali wanauliza sikia Pasta, hao wanaume kanisani wanatuchezea, is not true mm. Wanapaswa waseme kaka mpasta, humo kanisani tunachezeana, kwa sababu hakukushikia bunduki.